Mimi kwa jina naitwa Dkt. Hamadi Nyembea ni mkurugenzi wa huduma za tiba Wizara ya Afya. Tumekutana hapa siku ya leo kwa ajili ya uzinduzi malu, enabusu, wa mafunzo maalum ambayo yanahusu upasuaji wa mishipa ya damu kwenye ubongo pamoja na upasuaji na wa magonjwa ambayo yanakuwa kwe, kwenye kwenye, kwenye sakafu ya ubongo na mafunzo haya yanahusu Tanzania lakini pia na nchi zingine za Afrika, na nchi ambazo zimeweza kushiriki ni kumi na saba. Mafunzo haya yatakuwa ni siku tano, na mafunzo hayo yanakuja kwa kupata utaalamu na shirikisho na wataalamu wa mfumo wa fahamu kutoka nchi za Ulaya ambao watakuwa washiriki wa kuongeza wataalamu wa Tanzania na nchi za Afrika, na mafunzo haya yamekuja kipindi ambapo ni sana kwa so sababu serikali tayari imeshawekeza kwa kiasi kikubwa katika maeneo haya kwa upande wa huduma zile za kawaida ambazo ziko upande wa afya ya msingi, lakini pia serikali imewekeza sana kwenye upande wa huduma za kibingwa na kibobezi, na mafunzo haya yanalenga hasa huduma za kibobezi ambao kwa zinatolewa na zile hospitali kubwa za Tanzania na hospitali ambayo zinatoa matibabu kwa wagonjwa wa baamua Tanzania sasa hivi hospitali saba. Mjumbe wao sasa inakuwa ni kusaidia wataalamu wetu ili waweze kufanya baadhi ya mambo ambayo walikuwa hawana uwezo nayo. Kama nilivyosema upasuaji wa mishipa ya damu kwenye ubongo ilikuwa hatuwezi kuifanya vizuri, lakini pia aweza kufanya upasuaji wa magonjwa ambayo yapo kwenye sakafu ya ubongo pia ilikuwa ni changamoto, ilikuwa inapelekea tuweze kuwapa wale wagonjwa rufaa na kutibiwa nje ya nchi. Aa, kutokana na changamoto hiyo kaona kwamba wataalamu wetu ambao tayari tunao kwenye hospitali saba, basi waje wapate mafunzo maalum ya muda mfupi ili tuanze kuwahudumia wananchi, na tunajua kwamba siku hizi eh, aina ya magonjwa yamebadilika. Siku hizi wagonjwa wanaopata magonjwa isiyokuambukiza, saratani, uvimbe go magonjwa kama ya presha na kiharusi yanaongezeka, kwa maana hiyo upasuaji wa mishipa ya damu kwenye ubongo, wanapata wanapata kiharusi, lakini pia uvimbe na saratani chini ya sakafu ya ubongo pia yanazidi kuongezeka kwa mahitaji ni makubwa, na serikali imekuwa ikiingia gharama kubwa kwa kupeleka watu nje, lakini pia hata wananchi wenyewe wanaingia gharama kubwa kwa njia hiyo. Kwa tunataka hospitali zetu ziweze kuwa na uwezo mkubwa katika eneo hili, na kwa kuanzia tu tumewaita wenzetu kutoka Ulaya kuja kutusaidia wataalamu wetu kwa mafunzo ili tuweze kuimarisha uwezo wa ndani. Mafunzo haya yatakuwa yamegawanya katika sehemu kubwa tatu, kutakuwa na mihadhara, kutakuwa na mabadilishano mawazo kwa njia ya maswali na majibu, alafu kutakuwa na nafasi vilevile ya wao kupita katika sehemu za kutolea huduma kuona nini kinachoendelea. Kama mkurugenzi alivyosema, serikali imewekeza kwa kiwango kikubwa sana vifaa kwa ajili ya uaguzi ambapo sasa vinafanya hata tunajua mtu anauma nini na anatakiwa kufanyiwa kitu gani. Na kwa kupitia kwa mafunzo haya ya leo, ambayo yakajikita zaidi katika kuangalia matatizo ya mishipa ya damu katika ubongo, halafu na magonjwa mbalimbali chini ya ile sakafu ya ubongo, maanake kwa ni kwamba asilimia karibu tisini mpaka tisini na tano ya wagonjwa wote wenye changamoto hizo atakuwa natibiwa nchini.